Zile siku kumi na sita za kupinga ukatili, na moja kwa moja Standard Radio e, tumewasha chuma na kufika hapa katika makao makuu ya polisi mkoa wa Singida, na moja kwa moja tunakutana na ndugu zetu hawa ni ndugu zetu kabisa, e, tunazungumza nao na wao pia watuambie mengine. Anaitwa amrakibu msaidizi wa jeshi la polisi Theresia Mdendemi, ambaye ni mchaji wa Dawati la Jinsia na watoto mkoa wa Singida na kwa kipindi hiki kama alivyosema mtangazaji, tunaelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili, na hizi kampeni zilianza baada ya ile tukio baya la la mabinti watatu wa Merabel, huuliwa kikatili na rais ambaye alikuwa anaitwa Trujillo, ambaye alikuwa ni katili, aliwaua kikatili sana hao kina dada. Na mmoja wa mataifa kwa kutambua hilo ikaona kwamba kuna umuhimu sasa kuwa na hizi siku kwa ajili ya kupinga ukatili. Kwa hiyo wakatenga waka, kuanzia tarehe 25 Novemba ni siku ya kupinga ukatili na tarehe 10 Desemba ni siku ambayo inaadhimishwa siku ya haki za binadamu. Kwa hiyo inaoanisha sasa, ukatili ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Na tulianza tarehe 26 ambayo tulitoa, kamanda wa polisi mkoa wa Singida alitoa press release kwa watu wa Singida, akiwa akionyesha kwamba siku 16 ni siku gani lakini chimbuko lake ni nini na limelenga kufanya nini na sisi kama askari tutafanya nini. Kwa hiyo sisi tumejipanga. Kwa hiyo tarehe tulifanya press release, lakini tarehe 27 tulikwenda katika hospitali katika halmashauri ya Ilongero katika eneo la Ilongero, ambapo tulitoa elimu kwa wagonjwa wa ndani na wagonjwa wa nje kuhusiana na mambo ya ukatili. Lakini tukumbuke kwamba mwaka huu kauli mbiu inasema ungana kukomesha ukatili wa kidijitali dhidi ya mwanamke na wasichana wote. Kwa hiyo tuliweza kuwafikia wanawake na wasichana, lakini tunapoongelea ukatili wa kidijitali wa yani, perpetrator wakubwa wa huu ukatili ni wanaume, kwa sababu tunapoongelea ukatili wa kidijitali ni masuala mazima ya kiteknolojia, na ukianza kuangalia teknolojia ni nini ni mashine ni mbinu ni vitu mbalimbali ambavyo vina- vinaturahisishia kazi. Sasa vitu hivi vinaweza ukaviangaliwa, ni kompyuta ni simu za mkononi ni vitu mbalimbali teknolojia. Imekuwa sana sasa hivi, na tukiongelea hiyo teknolojia, kuna wanasema AI, artificial intelligence, naiyo inaingia humu, na huu umekuwa ni mfumo mpya wa kiukatili tunauongelea sasa na ukiangalia sasa, wanawake na wasichana wamekuwa ni wahanga wakubwa. Na tukiongelea hii artificial intelligence, tunaona kwamba inachukua ile uhalisia wa mtu na kumfanya mtu mwenyewe. Kwa mfano mimi atlisia, mtu anaweza akachukua sauti yangu akachukua mpaka viungo vyangu hivi vingine, akanivalisha kiajabu, akaanza kunichezesha kama picha. Kwa hiyo anafanya udhalilishaji mkubwa. Kwa na papetuta kama nilivyosema ni wanaume. Kwa hiyo wahanga wanakuwa ni wanawake zaidi, na katika hili sasa, tunaona kwamba hii kauli mbiu inatoa wito kwa jamii nzima kuona kwamba kuna umuhimu mkubwa kuweza ku, ku, kupiga vita mifumo yote, mifumo yote, aina zote za vitu ambavyo vinamkandamiza mwanamke na utu wake nimekuja kwa heri basi, hamna shaka nikwambie tu kwamba, mtazamaji na msikilizaji pia, nikiona kama ipo basi mambo yanaenda vizuri e. Theresia Mdendemi yeye ni mkuu wa dawati la jinsia mkoa wa Singida na pia Amina Faki mkuu wa dawati la kijinsia wilaya ya Singida na huko hapo ambapo sasa hivi namwona. Assalamu alaykum wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haya, kama ambavyo umeweza kusikia hapo karibu sana kwa wazi kujitambulisha mwenyewe. Sisi wenzako siku zote hapa tukiingia studio tunajitambulisha siku zote. Mimi e, naitwa Amini Nyaungo, naanza mwisho, siku nakuja kufunga, naitwa Amini Nyaungo. Wewe ni nani na nafasi yako ni nini? Asante kwa majina, naitwa Amina Fakia Dala ni mkaguzi wa jeshi la polisi na mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Singida. Asante. Tuko kwenye siku hizi kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia Uh, nini neno lako nini, unaenda kufanya nini, ambao wahusika wakuu na wewe umekuwa kwenye harakati hizi sehemu mbalimbali? Karibu. Asante zaidi, kikubwa ambacho tunategemea ni kufanya maadhimisho ya hizi siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia, lakini kwa kwenda sambamba na kauli mbiu yetu ambayo inasema na nini, ungana kukomesha ukatili mm -hmm wa kidijitali dhidi ya wanawake na wasichana, ndio tunachokwenda kufanya. Kwa nini tume- tumesimama kwenye kauli mbiu hiyo? Tumesimama kwa sababu kwa sasa hivi tukiangalia kwa asilimia kubwa ya matukio ya ukatili ambayo yanafanyika ya ni yanafanyika ya mtandaoni. Sasa tunaposema ukatili wa kidijitali tunamaanisha nini? Ni ule udhalilishaji tu ambao unafanywa yani, kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia mitandao ya kijamii, lakini ni ukatili ule ule ambao unafanana na ukatili